Ni Mlango wa Hormuz, je, Irani inaweza kufunga mkuta wa mafuta ulimwenguni? Strait of Hormuz ni mlango mwembamba wa bahari unaounganisha guba ya Persia na bahari ya Arabu. Kila siku, takriban asilimini ishirini ya mafuta ya dunia hupita hapa. Je, Iran ina uwezo wa kufunga huu kusababisha mzozo mkubwa wa kimataifa? Leo tutachunguza nguvu ya Iran na madhara yake kwa uchumi wa dunia. Yote kwa sababu ya kipande kimoja chembamba cha maji. Eneo hili dogo lina loitwa mlango bahari wa Hormuz, lina uwezo wa kuathiri maisha yako ya kila siku kwa njia kubwa. Ni kama kitovu cha uchumi wa dunia, na hatima yake inaweza kuamua mustakabali wa nishati duniani. Kila siku, takriban asilimia ishirini ya mafuta yote duniani yanayosafirishwa kwa meli kubwa za mafuta hupita kwenye mlango bahari wa Hormuz. Ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta ghafi kutoka Mashariki ya Kati kwenda kwa watumiaji duniani kote. Hiyo ni pipa moja kati ya kila mapipa matano. Fikiria wingi wa mafuta yanayopita hapa kila siku; ni rasilimali muhimu ambayo inasukuma uchumi wa dunia. Kama Iran ingejaribu kuzuia njia hii kwa sababu yoyote ile, iwe ni mzozo wa kisiasa, vita au hata jaribio la kuonyesha nguvu zao, uchumi wa dunia ungeshtuka mara moja. Soko la hisa lingeshuka, biashara zingesimama na mfumuko wa bei ungeongezeka. Nchi kama China ambazo zina mahitaji makubwa ya nishati kwa ajili ya viwanda vyao, Japan ambayo haina rasilimali zake za ndani za mafuta na India zinategemea sana mafuta kutoka Guba ya Uajemi. Nchi hizi zingekumbwa na uhaba mkubwa wa nishati na kusababisha matatizo makubwa ya kiuchumi na kijamii. Kama Hormuz ingefungwa, iwe kwa muda mfupi au mrefu, wataalamu wanasema bei ya mafuta inaweza kuongezeka kwa asilimia mia mbili. Hii ina maana kwamba bei ya petroli, dizeli na mafuta ya ndege ingepanda sana na kuathiri kila kitu kuanzia usafiri hadi uzalishaji wa bidhaa. Hebu wazia viwanda vikipunguza kasi kwa sababu ya gharama kubwa za nishati, bei za petroli zikipanda na kufikia viwango visivyoweza kumudu, na kila mtu akihisi ugumu. Familia zingelazimika kupunguza matumizi yao, biashara ndogo zingefilisika, na uchumi kwa ujumla ungedorora. Kwa hiyo, Iran inaweza kufanya nini hasa? Ni uwezo gani wanayo ambao unaweza kuhatarisha usafirishaji katika eneo hili muhimu? Wana makombora ya pwani ambayo yanaweza kulenga meli zinazopita kwenye mlango bahari. Wanaweza kutega mabomu baharini, ambayo ni hatari kubwa kwa meli za mafuta na vyombo vingine vya usafiri, na kutumia boti za haraka kushambulia meli za mafuta. Hizi boti zinaweza kusababisha uharibifu mkubwa kwa meli kubwa, na hivyo kusababisha usumbufu mkubwa katika usafirishaji. Mwaka 2019 Iran ilikamata meli ya Uingereza kitendo ambacho kilionyesha uwezo wao wa kuingilia usafirishaji wa kimataifa ili tu kuonyesha uwezo wao. Ilikuwa ni onyo kwa ulimwengu, kuonyesha kwamba wanaweza kuathiri usafirishaji katika eneo hilo wakati wowote wanapotaka. Kama Hormuz ingefungwa, si tu kuhusu mafuta, ni kuhusu mnyororo mzima wa usambazaji wa bidhaa duniani. Tungeona machafuko ya kiuchumi, ukosefu wa uhakika katika masoko na uwezekano wa kuzuka kwa mgogoro wa kifedha uwezekano wa majibu ya kijeshi kutoka Marekani na NATO ambao wana maslahi makubwa katika kuhakikisha usalama wa usafirishaji katika eneo hilo, na maisha ya kila siku yakizidi kuwa ghali. Gharama ya chakula, usafiri na bidhaa nyingine muhimu zingepanda sana na kuathiri vibaya maisha ya watu wa kawaida. Lakini je, Iran kweli itafanya hivyo? Je, wangehatarisha uchumi wao na usalama wao kwa kufunga mlango bahari huu muhimu? Labda si kwa muda mrefu. Kufunga Hormuz kabisa kunaweza kuwa hatua kali sana. Kuzuia Hormuz kunaumiza Iran pia kwa sababu uchumi wao unategemea mauzo ya mafuta. Wanategemea njia hiyo kwa ajili ya bidhaa zao, hasa mafuta wanazouza nje. Kufunga mlango bahari kungezuia mauzo yao na kuathiri vibaya uchumi wao. Uwezekano mkubwa watatumia vitisho, maneno makali na mazoezi ya kijeshi au usumbufu mfupi kama silaha ya kisiasa. Ni njia ya kuonyesha nguvu zao na kujaribu kushawishi mazungumzo ya kimataifa. Kwa kifupi, mlango bahari wa Hormuz ni kadi ya mwisho ya Iran, ni silaha yao kubwa ya kiuchumi na kisiasa; kuufunga kungetikisa dunia. Ni hatua ambayo inaweza kusababisha mgogoro mkubwa wa kiuchumi na kisiasa. Like, kama umejifunza kitu kipya na umepata uelewa mzuri wa umuhimu wa mlango bahari wa Hormuz. Natoa maoni. Je, unafikiri Iran kwa kuzingatia hali ya kisiasa na kiuchumi ya sasa inaweza kufunga mlango bahari wa Hormuz? Tungependa kusikia maoni yako na mawazo yako. Usisahau kusubscribe kwa habari zaidi za kimataifa. Endelea kufuatilia chaneli yetu kwa uchambuzi wa kina na habari muhimu kutoka duniani kote.